Moja, sisi wilaya ya Singida mapato yetu kwa asilimia kubwa zaidi ya 90 tisini tunategemea kilimo. Kwa leo hii, mbali na kuzindua msimu wa kilimo, lakini nazungumzia kutengeneza mazingira bora ya watu wetu ambao ni walipa kodi katika wilaya yetu ya Singida. Naomba tuwapigie makofi tafadhali, makofi tafadhali. Nasema hivyo kwa sababu katika wilaya yetu ya Singida ukiangalia haraka haraka katika wilaya zote za mkoa wa Singida sisi wilaya ya Singida ndio ambao unachangia pato kubwa sana kimkoa. Ukiangalia kwa TRA mkoa mzima hakusana takribani kwa mwaka zaidi ya bilioni 33, lakini sisi Singida peke yake wilaya hii ya Singida peke yake ndani yake tunakusana bilioni 20 katika vyo za tatatu jambo kubwa sana tupige makofi kwa walipa kodi katika vyo ya FC si. Hapo tutazungumzia halmashauri yetu pale manispa na hapa Singida DC si, kwa mapato makubwa bwana, kwa sababu kujumlisha ndani yake humo utakuta takriban zaidi ya bilioni 26 na kusanda ndani yake humo katika uleto wa Singida. Hili ni jambo kubwa na la kipekee sana sana sana kwa walipa kodi ambao ni tujipigie makofi tafadhali, makofi hey. Tafadhali. Watu wameona kwamba ni kawaida lakini nataka niwaambie leo, si jambo la kawaida katika nchi zetu za Afrika. Sisemi Afrika mashariki au Afrika mashariki na kati, kwa Afrika nzima na duniani, si jambo la kawaida kuona serikali inaweza kutoa ruzuku kwa wakulima. Nilikuwa nasikia enzi hizo wakulima wakilalamika wakiomba serikali itoe ruzuku, tukisikia nchi za magharibi ndizo pekee ambazo zilikuwa wanatoa ruzuku kwa wakulima wao, na ukifika katika soko la dunia bidhaa zetu za kilimo zikawa zinashindwa kushindana na bidhaa zingine za kilimo, kwa sababu wenzetu nchi za magharibi walikuwa wanatoa ruzuku kwa wakulima. Ndugu zangu, leo napokwenda kuzindua msimu wa kilimo katika wilaya ya Singida, tumeshuhudia sisi wenyewe watu wetu ambao wamekuwa ni mawakala wa usambazaji wa mbegu wasambazaji wa mbolea na wasambazaji wa pembejeo wanathibitisha wao wenyewe namna ambavyo biashara zao zimekuwa njema, baada kwa mawakala, baada ya kuweza kuingia kwenye mfumo wa ruzuku. Nilikuwa natoa mfano pale mwanzoni mimi nikisema kwamba angalia mbolea hii ama mbegu hii, kilo mbili, shilingi elfu kumi na nane kushuka chini, lakini mtaani ni shilingi elfu ishirini. Mama mmoja akanisikia akasema hapana, mtaani ni shilingi elfu 25 mpaka elfu 30. Hii ina maana kwamba serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan imeweka ruzuku asilimia 50 ya pembejeo mwanunua mtaani. Hili ni jambo kubwa la kimapinduzi la kipekee, si Tanzania peke yake, barani Afrika na duniani. Nchi ya Tanzania imeingia katika ramani ya dunia ya kumwezesha mkulima kwa upande wa ruzuku. Ndugu zangu, ili sio jambo dogo. Makofi kwa mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan.